Na kwenye michezo ya kuelekea kufuzu Kombe la Dunia kwa timu za taifa za Afrika. Ebana, kuna timu nyingi sana ambazo zinashiriki na zinafanya poa sana tukiwemo Tanzania pia. Aa, lakini utofauti ni kwa upande wa Ghana ambao, kwa miaka hivi karibuni, wamekuwa wanaita majina mazuri sana, kwa maana kwamba wanaita majina makubwa wachezaji wanatokea, uh, wanacheza ligi za Ulaya, lakini timu yao ya taifa imekuwa haifanyi vizuri. Anyway, Ebana, sasa hivi timu ya Ghana kama wamejipata Black Mambas ya. Ebana, uh, kiungo ambaye anakipiga pale Arsenal ambao watu wanakwambia hapewi maua yake ambayo anastahili pale Arsenal, namzungumzia Thomas Partey. E bana, huyu ni kiungo ambaye sasa hivi anaitwa kwenye timu ya taifa ya Ghana na anafanya poa sana. Yo bana, kwenye gemu ambayo imechezwa wiki hii dhidi uh, ya Madagascar uh, timu ya taifa ya Ghana iliibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri ikiwa Ghana walikuwa uh, ugenini, lakini sifa kubwa pia ni kwa Thomas Partey, kiungo ambaye pia alisko goli lakini alikuwa uh, mmoja kati ya wachezaji muhimu sana ambao kwenye hii game alifanya vizuri sana. E bana, kwenye uh, hii game ukifuatilia, uh, ukifuatilia timu ya taifa ya Ghana jinsi ambavyo walicheza, walicheza mfumo wa 3 4 2 1. Of course uh, hii ni uh, kuifafanua ni kwamba mstari wa chini kabisa mabeki ni watatu, alafu kwa juu yake kuna kuna uh, viungo wa nne ambao wanamiliki dimba la katikati alafu juu yao kuna kuna mstari wa watu wawili ambao wenyewe wa, wenye wanasimama kama viungo ambao wanamsaidia uh, striker ambaye uh, kwa ukiangalia kwenye kikosi cha Ghana juu kabisa uh, namba tisa alikuwa uh, ni Anton uh, Semenyo ambaye anafanya vizuri sana sasa hivi, lakini viungo wawili ambao walikuwa chini yake alikuwa uh, ni Jordan Ayewi ambaye alicheza kama uh, winga wa kushoto alafu kulia alisimama Mohamed Kudus alafu katikati walisimama viungo wanne ambao alikuwepo Kingsley uh, Chindra, lakini pia alikuwepo Abu Francis na Thomas Partey, mtumbaya kabisa huyu lakini pia alikuwepo Gideon Mensa, na chini yao kabisa, uh, mstari wa chini kabisa ambao ni mabeki watatu, alisimama Mohamed Salisu, na Jerome Opok, pamoja na Alexander Njiku lakini kipao ni Benjamin Asare. Ebana, Ghana sasa hivi ni kama wamejipata kwa sababu, uh, kwenye michezo yote ambayo wamecheza mpaka sasa hivi ni kwamba wanaonekana wanafanya vizuri na wanaongoza kundi ambalo wamekaa pale. Ukiangalia kundi lao jinsi lilivyo, Ghana anashika nafasi ya kwanza ambao wao wow, kwenye group lao wote wamecheza mechi sita. Ghana anashika nafasi ya kwanza ambaye yeye ana point 15, amecheza michezo sita, so amepoteza mchezo mmoja pekee na ameshinda michezo mitano. Comoros wenyewe wanashika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo sita pia wana alama kumi na mbili alafu, Madagascar anashika nafasi ya tatu ambao wao wana point kumi katika hiyo michezo sita. Mali anashika nafasi ya nne ambao wao wana point tisa na Central Africa Republic wenyewe anashika nafasi ya tano wakiwa na alama tano aa, katika michezo sita na Chad wenyewe anashika nafasi ya sita ya mwisho aa, kwenye kundi hili ambapo wenyewe wamecheza michezo sita na wamekuwa kibonde wali kundi ambao wenyewe hawajaambulia point yoyote kwenye uh, kundi lao. Of course watu wengi wanaitabiria timu ya taifa ya Ghana kwenda kombe la dunia la elfu mbili na ishirini na sita. Timu nyingine ipi ambayo wewe unaitabiria itaenda kwenye kombe la dunia uh, mwakani elfu mbili na ishirini na sita, wakiwa wanatuwakilisha Afrika? Je, Tanzania tunaweza kuvuka vipi kuhusiana na Morocco, uh, South Africa, lakini pia Senegal unazungumziaji Ivory Coast ambao sasa hivi wapo on fire pia na timu zinginezo pia za taifa, Misri, Algeria na timu zinginezo au vipi? Yes, bana, tukutane uh, YouTube pale, tutaendelea kupeana pia update ya stori za michezo uchambuzi, usahau kusubscribe, comment, kulike na kushare. This is how we do. Au vipi? Yes, hii ni Sports ndani ya Fay TV. Naitwa King Ziva. What's up?